Asubuhi ya saa 12, anga la Mwanza huwa bado limetapakaa na ukungu wa ziwa Victoria. Fatma Besta Katula, mwanamke mwenye umri wa miaka 55, kwanza siku yake mwalo wa Mswahili, kitovu cha biashara samaki na dagaa katika jiji la Mwanza. Fatma ni miongoni mwa mamia ya wanawake wanaojitafutia kipato kupitia uchakataji wa mazao ya uvuvi. Kwa kifupi, mimi uchakataji wa dagaa nilianza kujifunza toka mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Kipindi hicho nilijifunza kwa kutengeneza dagaa za hovyo, yani zinakuwa uji si uji, nilikuwa sijui, lakini kwa sababu nilikuwa naipenda hii kazi nilifanya juhudi kuna mama mmoja jirani yangu akanifundisha na nilianza biashara hii kwa kisado kimoja. Kisado kimoja, nadhani mnaelewa kwa lugha ya sisi watu wa Mwanza, kalekandoo kadogo, kalita tano. Kwa wanawake kama Fatma, fursa zimejificha ndani ya harufu, jasho na mchoko wa kazi hii. Mauzo ya dagaa na samaki yamewapa nafasi ya kujitegemea kiuchumi. Wameunda vikundi vya ushirika, wamejinunulia rasilimali na kuboresha maeneo ya kuchakata mazao, pamoja na kukidhi mahitaji yao na familia zao. Hili halikuwa rahisi kama ule usemi usemao kwamba Roma haikujengwa kwa siku moja. Fatuma aliwekeza kutafuta elimu na maarifa kufikia ndoto zake za kutayarisha bidhaa bora, baada ya kubaini fursa zilizopo katika mazao ya uvuvi. Niliamua kwenda kusoma Feta chuo cha uvuvi. Nilikwenda nikachukua mafunzo yale mafunzo ya muda mfupi ya wiki moja, na ndipo hapo nilipoanza kutengeneza bidhaa zangu katika ubora, lakini pia niliweza kujirasimisha rasmi toka mwaka elfu mbili na kumi na tatu nimerejista BRELA na mamlaka zote za serikali zinazohusika na kukata leseni na kuanza shughuli zangu. Kwa hiyo nilienda hivyo, mwisho wa siku nikapata ujuzi ambao niliweza kujua kwamba aha, bidhaa nzuri zinatakiwa zitengenezwe vipi. Na baada ya hapo nikaenda kusoma SIDO masuala ya usindikaji, nikaenda TFDA kipindi hicho tukafundishwa, na ndipo nilipopata utaratibu, nikatafuta mkopo na kujenga hili jengo kwa ajili ya kuchakatia. Lakini nyuma ya tabasamu la mafanikio, changamoto haziishi. Kuna mapambano ya kimya kimya na mengine ya wazi kabisa. Miongoni mwa matatizo makubwa yanayowakabili wanawake wachakataji ni ukatili wa kijinsia kazini, kutumia mabavu, nguvu na changamoto nyingine za kiafya, ikiwemo kuingia ndani ya maji kufuata mazao hayo, na wakati mwingine wanawake wengi hulazimika kuwategemea madalali kuwaletea samaki kutoka ziwani, ambapo napo wanawake hawa wachakataji wana mengi ya kusimulia. Mwajuma Chamliho mvuvi mchakataji na kiongozi katika mwalo wa Mswahili anayefichua yaliyo nyuma ya pazia, katika mahojiano na mtayarishaji wa makala hii. Hali ya wakina mama, mara nyingi ukikuta amekuja na mtaji wake, lakini inabidi aingie majini kutafuta dagaa. Kupata dagaa inakuwa kwa shida, yani mpaka mama ambaye aliyo na nguvu hasa wasichana waliokulia kwenye mazingira ya hali mazuri wakawaleta hapa, wanashindwa kazi kuzifanya kwa sababu ni hali ngumu, mpaka ingie majini ndio apate dagaa. Unazungumzia nguvu gani? Nguvu ni kwamba kama hajapanda kwenye mtumbwi, akasimama nchikavu kwamba ngoja nikaletewa dagaa kule, analetewa dagaa ambazo sio kabisa, inabidi apande yeye mwenyewe kwenye mtumbwi, sasa angalie hii mali inanifaa. Kuna ugumu gani mtu kwenda kupanda kwenye mtumbwi mpaka unasema mtu ana nguvu? ni uzoefu ule wa kwamba alikotokea kuna ziwa. Kama hujazoea mtumbu, unaweza ukafika, kama hapa hivi ni mrefu, huwezi ukapanda. Wengine wanaogopa kupanda pale kwenye maji, anakoswa kila siku biashara, anarudi hivyo hivyo. Na ukikuta mama mwingine mwenyeji, anakwambia alete, nikakuchukulie anakuchukulia, anaenda kukuchukulia dagaa, anakwambia leo hii dagaa inauzwa elfu thelathini au elfu arobaini kumbe amechukulia elfu ishirini, ishirini nyingine ameweka mfukoni. Sasa we unakuwa kila siku unadidimia. Ndio maana ningeomba kwamba wakinamama kama mazao yanapofika hapa Mwaloni tukatengenezewa chanja za kwao, na mimi napo na kila mtu anapata fursa ya kununua zile mboga kwa bei rahisi. Sasa hivi dagaa tunanunulia kwenye mtumbwi majini. Kama hamna uzoefu wa kuingia majini, hupati mazao, na mara nyingi wengi unaokuta wamekaa huko kwa kukosa kwamba mwenyeji wa kuwaonyesha tufanyeje, tuanzie wapi. Ndio hivyo. Kama sasa anaamua kujidumbukiza kununua mavitu ambayo yanaenda kumkata, na unapoenda majini kule, mnapata shida yoyote? Tunapoenda majini tunapata shida, saa nyingine mtumbo linatoka huko, wewe haujui, unagongwa na bila kurowana. Hasa saa nyingine unakuta wakina mama tuko pilio, lakini unaingia majini ukatafute mboga, utafanyeje? Sasa inakuwa ni hali hatari, mama anakuwa kila siku. Huyu mama kila siku anajikuna nini? Fangasi maji, kila siku huko pilio, na unavyojua akina mama, hali ukiwa nayo ile, inabidi ukae sehemu pakavu pakavu, lakini muda wote umelowana. Kwa kweli inaleta shida sana kwa kina mama ambaye yuko maeneo ya Mwaro, ananunua dagaa mara kwa mara, yani ni mara nyingi, anakuambia leo nasikia homa, leo nasikia baridi, na maana maradhi yanakuwa maji yameingia mwilini, mara typhoid mara UTI, kwa sababu anachezea maji muda wote. Yeye amekuwa kama bata, atoke majini, ndio hivyo inabidi aingie tena, kurudi amepata mboga arudimo tena, sasa ni muda wote anakuwa ameroana. Lakini kwa sasa hivi ninaona bora, sasa hivi hata Mwaro wetu tumeanza kuuboresha unaleta hali nzuri tumaini. Hata mtu anaingia, anakuja na kiatu chake, anaingia kwa raha, sio kama jinsi zamani ilivyokuwa. Hatuna msaada wowote bali tunajitolea sisi wenyewe ambao wakazi wa hapa mwalo wa Mswahili. Sasa, mnapata wapi rasilimali za kutengeneza mwaro? Tunajichangisha sisi wenyewe, mapato yanatoka kwa uvuvi na wafanyabiashara ambao wanaofanya hapa mwaloni, wakinamama ambao kama mfano ana meza ya nyanya, si analaza ni shilingi elfu mbili kwa mwezi kama wavuvi wa dagaa mtumbu wa dagaa anatoa, baada ya mwisho wa mwezi, anatoa shilingi elfu kumi. Bi Fatma naye hajafanikiwa kukwepa kadhia za manyanyaso na mengine kwenye mialo anaotafuta mazao ya uvuvi. Mnapoingia kule, wanaotutesa ni wale midomeni. Manyanyaso ni makubwa, matusi ni makubwa, yaani unatukanwa mpaka unajisikia kukosa amani. Tena matusi ambayo mimi ambaye yananikera ni tusi la kutukanwa mimi kama mwanamke huwezi kusikia, anataja sehemu ya baba, anataja sehemu ya mama ambaye naye ndo imemtoa na ndo ikamfanya akawa hapa duniani. Hayo ni manyanyeso makubwa, na hili ni tatizo kubwa sana kwa sisi wanawake ambalo tunalipata kwenye mialo, lakini la pili ni upataji wa bidhaa Wakati mwingine hizi bidhaa, mpaka wengine wanadiriki kutoa rusho ya ngono ili waweze kupata hizi bidhaa. Ingawaji sasa hivi kwa kidogo limeanza kupungua baada ya kuwa hizi kelele na mashirika mbalimbali ambayo yakiwa kiserikali yamekuwa akipiga kelele, kidogo inapungua, lakini hili nakuhakikishia lipo. Hata ukienda kwa mfano, wapo mwala wetu wa Mswahili, lakini bado wanaume wale wale pale wale mamidomen wale, kwa sababu saa zingine huwe huwezi kwenda kutumbukia mle. Kinachofanyika pale, anakuambia tumbukiza hela kwenye ndoo ile, hela kama ulikuwa Nne, hele na ndoo nne hela nyingine inaminywa, unaletewa ndoo tatu na huna pa kusemea. Hizo ni changamoto tunazozipata kinamama wakati wa uchukuaji wa mazao ya uvuvi kutoka ziwani kuja kwetu katika kwa sisi kama wachakataji wachakataji. Wa samaki nchini asilimia 90 ni wanawake na idadi yao ni karibu elfu kumi na moja wakichakata samaki na dagaa. Lucy Kilanga afisa wa masuala ya jinsia na uwezeshaji kiuchumi wanawake katika shirika la Emedo linalojihusisha na masuala ya mazingira na uvuvi yaani Environmental Management and Economic Development Organization kwa kifupi Emedo anasema shirika hilo limechangia kuwezesha wanawake kiuchumi wanaofanya kazi uchakataji mazao ya uvuvi kama ilivyosera uvuvi ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu, sehemu ya nne inayoelezea uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kupitia mazao ya uvuvi. Emedo wamebeba jukumu hili kusaidiana na serikali na kuhakikisha wanawake wachakataji wa, wa mazao ya uvuvi wanajiimarisha kiuchumi na kuwa na ustawi katika kazi wanazozifanya. Medo ni Environmental Management and Economic Development Organization. Tumesajiliwa kufanya kazi kitaifa ila tuko mkoani Mwanza. Tunafanya kazi katika sekta ya mazingira lakini pia katika sekta ya uvuvi. Katika sekta ya uvuvi tuna miradi ambayo inasaidia kuwezesha kiuchumi wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi, lakini pia tunafanya kazi kuhakikisha usalama wa uvuvi hasa katika janga la kuzuia kuzama maji. Tunapozungumzia fursa zilizopo kwa wanawake katika sekta ya uvuvi ambazo shirika letu limeshiriki kuwezesha wanawake, sekta ya uvuvi ina fursa nyingi sana, japo changamoto zipo, lakini kila changamoto pia inageuka kwa fursa. Kwa hiyo, kwanza ni upatikanaji wa rasilimali ambazo zilizopo. Tunaelewa kwamba wachakataji wengi wamekuwa ni wanunuzi, hasa kwa kipato kidogo walichokuwa nacho. Kwa hiyo, changamoto kubwa ambayo imekuwepo ni wao kukosa mtaji kuweza kununua bidhaa au mzigo au rasilimali ya uvuvi kama samaki ya udagaa kwa kiasi kikubwa, ili nao waweze kukua kutoka kuwa mjasiriamali mdogo mpaka kwenda kuwa mfanyabiashara mkubwa wa haya mazao. Hii kwetu imegeuka kwa fursa, kwa sababu tumeweza kuwaunganisha wanawake wachakataji katika sekta ya uvuvi na mashirika, lakini pia na taasisi za kifedha ambazo zinaweza kutoa mikopo kwa riba nafuu na rahisi, ili waweze kukuza mtaji na kuweza kupata rasilimali ya uvuvi kwa kiwango kikubwa. Lakini pia fursa nyingine ambayo tumeiona hasa kwenye changamoto ya mtaji, ambayo ndio inapelekea upatikanaji wa rasilimali unakuwa mgumu, ni tumeweza kuwaunganisha na taasisi kama SIDO ambao pia ni wadau muhimu sana, wanaokuza viwanda vidogo vya viwa jasiriamali ikiwemo hao wachakataji wa mazao ya uvuvi. Kwao tumeweza kuwaunganisha kwa kupitia mafunzo, wameweza kupewa elimu ambayo inawasaidia pia namna ya upatikanaji wa mitaji ambao ni rahisi, lakini pia tumeweza kuwaunganisha na wizara husika, hasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Tukizungumzia maafisa wa maendeleo ya jamii, wamekuwa wakielimisha hawa wanawake namna ya kupata mikopo ambayo ni rahisi, mikopo ya serikali ambayo inakuwa haina riba kwao, inaweza kawasaidia wao kuongeza mitaji na kuweza kuongeza upatikanaji wa rasilimali wao kama wanawake, na tumehakikisha kwamba tunawaunganisha kwenye mfumo wa vikoba. Elimu ya vikoba pia ni moja ya elimu ambayo pia tumekuwa tukisaidia kwa hawa mama wachakataji, hasa kwa kanda ya ziwa mikoa yote mitano, na hili limeenda sambamba pia na kazi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambayo tayari imeshafanyika, hasa kuelimisha wanawake sekta ya uvuvi kwenye elimu nzima ya vikoba, ili waweze kuwa na utunzaji, lakini pia kupata faida, ambayo pia imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwakuza, hasa katika upatikanaji wa mitaji, na hivyo kuhakikisha kwamba upatikanaji wa rasilimali hasa dagaa na samaki kisio tena changamoto kwao kama wanawake kwenye sekta. Kuhusu suala la ukatili wa kijinsia na madhira mengine ambayo wanawake hawa wachakataji wa samaki wanakutana nayo, Lucy anatoa wito kwa wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi kushikamana na kutatua changamoto hizo. Tunao wasaidia kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia wanawake, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia maafisa uvuvi, lakini pia kupitia na watu wa idara ya maendeleo ya jamii, kupitia elimu tunazozitoa hasa za kuelewa ukatili wa kijinsia na kujua hizo sheria zinazolinda mwanamke kupata haki yake ambayo ni stahiki kwao. Tumekuwa tukifanya pia hizo elimu, na mpaka sasa hivi tumeweza kufikia wanawake zaidi ya elfu nne kwa kanda ya Ziwa, nikimaanisha mikoa mitano kwenye shughuli au miradi mbalimbali ambayo tulikuwa tukifanya kuhakikisha kwamba tunakabiliana na hizi changamoto za kina mama: upatikanaji wa rasilimali, upatikanaji wa mitaji, upatikanaji wa vitendea kazi, elimu ya kijinsia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza pia sekta ya uvuvi. Hayo yote tumekuwa tukifanya kwa lengo moja, na kuhakikisha kwamba mama anaweza kuinuka kiuchumi, kuanzia tu, sio tu ngazi ya jamii, lakini pia kuanzia ngazi ile ya chini, ambayo ni ngazi ya pale alipo kwenye kaya yake lakini unaweza kujiuliza hayo yote viongozi wa mwalo husika wanayafahamu? Kipindi hiki kimepata fursa ya kukutana na viongozi wa mwalo wa Mswahili ulioko eneo la Mkuyuni jijini Mwanza, akiwemo mwenyekiti Lugo Fashion na wajumbe wake ambao nao wamefichua mengi, mbali na yale madai ya wanawake kunyanyaswa kijinsia na hatari nyingine zilizopo. Mmoja wa wajumbe wa kamati ya BMU na mmiliki wa mtumbwi, Chacha Werema Mayegu. Kwake yeye, msimu wa mazao ya uvuvi yanachangia pakubwa wanawake kutapeliwa fedha zao na madalali, huku akifichua makosa wanaoyafanya wanawake wachakataji wanapopata nafasi ya kuingia kazini. Mazao ya hapa ziwani, kwa hususani dagaa tunayetegemea hapa, huwa yanapatikana kwa msimu. Yakiwa msimu kama huu, yanaadimika, kwa hiyo bei zinapanda, na changamoto kama hizo, wanawake wanazosema kwamba kumpa mtu ndoo tano zikaja nne. Zipo kwa vijana naopima mule, sio waaminifu wa. Lakini kwa bei zinaenda na msimu ulivyo, kuanzia mwezi wa kumi na moja mpaka mwezi wa nne huwa mazao ni mengi, na sisi wamiliki huwa tunatafuta soko, maana wateja ni wachache. Lakini kwa sasa hivi changamoto iliyopo, mazao hayapo, kwa hiyo lazima yawe juu kulingana na wakati. Tumechukua wale wapimaji, tumewoluzisha majina, tumeweka kikundi kimoja, tumewapa uongozi wao. Kwa hiyo kidogo hilo swala tumeliondoa, maana kipindi cha nyuma alikuwa mtu anatoka huko mpimaji wanaofanya shughuli hiyo hatumtambui, anafika anafanya shughuli hiyo. Hajaja kwa shughuli ya kutafuta kipato, amekuja kwa shughuli kama hiyo ya kuiba na kufanya shughuli zingine za namna hiyo. Kwa sasa hivi tumedhibiti, na leo tumewapa namba, tumewapa jezi. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kwa takiumu. Kwa hiyo hilo halitajudia tena, tumeweka kwa pamoja katika mwala wa Mswahili uliopo Mkuyuni Mwanza. Maisha ya kila siku ya wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi yanajengwa na juhudi zisizoisha, lakini pia vikwazo visivyoonekana mara moja. Kwenye wengi, pana mengi. Wanaume nao wamesikika wakitoa ya moyoni, kama anavyosimulia katibu wa mwala wa BMU, Mswahili mwala Gelvas, hizo wanazodai rushwa za ngono, mambo yanayofanyika kwa kificho na sisi kuyapata hapa. Mfano kama mimi ni mara ya pili sasa, uwezi ukayaona kwa uwazi kama mambo wanayofanya kule mitaani, mtu anakuwa na mtu wake na mpenzi wake, si tunavyojua hapa, ni mtu anayekuwa na mpenzi wake. Lakini wanaume ndio walilalamika, wachuzi wale, wanaume wachuzi wa samaki, kwamba wenyewe wapati mazao sahivi, mazao wanapata wanawake. Si tukatafuta sababu, kwa nini wanaume wapati mazao? Mmezidiwa mitaji? mi ndio niwauliza, au kuna nini, au akina mama wameshawazidi pawa? Wanaume wakawa wanalalamika, wakadai kwamba nilipokuja wimbi la wanawake kwa ajili ya kufanya biashara ya mazao ya ziwani, wanaume sasa wakawa uzimi samaki. Lakini sababu kama wanavyosema mwanamke, kwanza anakuwa na pesa, cha pili anakuwa na ushawishi kwa mvuvi yule anayeleta mazao, anaweza akawa mtu wake, anaweza pia akawa na pesa, akawekeza mtaji mkubwa, lakini pia anaweza akawekeza, wanavyodai, anawekeza mapenzi pia, anakuwa na mtu wake yule, mfano mmiliki wa chombo au anakuwa na mtu wake yule mvuvi kwa mazao yanapokuja yale anauziwa yeye, yeye ndio anamuuzia yule mwanaume. Kwa hiyo mambo yao yako kwenye uwazi sana, sipokuwa tu malalamiko mengi ya wanawake yanayokuja, ametoa hela kwa mvuvi, amewekeza kwenye mtumbwi, lakini zile hela amezurumiwa. Tunawasaidia, tunamuita yule mvuvi aliyewekeza hela mama, narudishiwa pesa yake. Pesa nyingi zimesharudi akinamama ona na kijwa kigumu cha kumpa ile mama hela wake sisi waka tuna sheria zetu ndogo ndogo, naweza tukamsimamisha kufanya kazi hapa mpaka alipe ile pesa. Mwenyekiti wa BMU mwalo wa Mswahili ulioko Mkuyuni jijini Mwanza, Logo Fashion, anatoa mtazamo wa jumla kutoka kwa uongozi wa jamii, akieleza hatua wanazozichukua matarajio ya muda mrefu kwa wavuvi na wote wanaohusika katika mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi. Watu kufata samaki ndani ya maji marefu ni kweli, hiyo tukio lipo. Jiografia e, ya mwalo wetu ni mfinyo sana, mitumbwi ilipo ni mingi zaidi ya mitumbwi mia moja kwa hiyo lazimika wateja na asilimia kubwa ya wateja wapa ni wakina mama, wanalazimika kufata maji marefu ili wapate samaki, lakini hiyo yote likutokana na msongamano wa mitumbwi. Ila kwa sasa, kwa sababu tumeanza upanuzi wa mwalo naamini ndani ya muda siokuwa mrefu patakaa sawasawa, kwa sababu mitumbwi itakuwa inapangana vizuri kwa mpangilio mzuri, ambayo hatutakuwa tayari kuona mtu anakwenda ndani ya maji. Sasa hivi tunashinda kudhibiti hiyo kwa sababu asilimia kubwa mitumbwi inapaki ndani ya maji na malo ni mfinyu, lakini malo ukishakuwa sawasawa, tutaweka sheria kali kidogo, hakuna atakaye ingia ndani ya maji. Lakini kuhusu lingine la utapeli wa fedha, bado tunaendelea kuwaelimisha wakina mama mara nyingi mimi kama kiongozi wao mkuu, huwa nashika kipaza sauti, nawambia, jamani, usikubali kutoa toa pesa ovyo kwa mtu usiyemjua au kwenye mtumbi usogee, ujiridhishe, aa kwamba hizi dagaa zinakufaa, ndio ununue. Lakini walio wengi akishaonyeshwa sample tu pembeni, aa kutoa pesa. Naamini hilo muda msio mrefu litaisha, na kama alivyosema katibu wangu hapa, tumeisha utaratibu kwamba kila tunaita wasorozaji wale wanaopima samaki, wanaopiga debe, wanaohusika na shughuli zote wawe na sare ili kumtambua kwamba ni yupi anaruhusiwa kufanya kazi mtumbi fulani, ni yupi amba ambao astahili. Wale ambao watakuwa hawana sare hatuwezi kuwapokea, na majina yao tumeshaorodhesha humu ndani, kila mmoja anatambulika. Kwa hiyo na imani kwamba hizo tuhuma ambazo zimetokea siwezi kazikanusha sana, lakini kwa uongozi wetu ambao tumeingia sasa hivi, tuna, sasa hivi tuamezi sasa na naamini mwalo utakuwa vizuri na amani itaendelea kuwepo kwa sababu ni mwalo ndio mkubwa katika jiji la Mwanza. Idara ya uvuvi katika halmashauri ya jiji la Mwanza ambayo mwalo wa Mwaloni uko katika himaya yake, imeeleza hatua zinazofanywa kwa upande wake ambazo zitawanufaisha wachakataji wa, wa mazao ya uvuvi na walio katika mnyororo wa thamani wa uvuvi. Afisa uvuvi Susan, katika mahojiano na Radio Free Africa, anasema pamoja na hatua zinazochukuliwa na halmashauri, ujenzi wa soko la kisasa la Mkuyuni utakuwa na manufaa makubwa kwa wote walioko katika mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi. Kwa majina anaitwa Suzana Nchangwe, ni afisa uvuvi halmashauri ya jiji la Mwanza. Fursa za kinamama zipo. Kwa mfano, kuna fursa ambazo zinatolewa na halmashauri kupitia makusanyo yake ya ndani. Halmashauri inatoa mikopo ya asilimia kumi ambayo inalenga wakinamama. Kwa hivyo ni kuwahamasisha tu wakinamama wajiunge kwenye vikundi ili waweze kupata fursa hizi za mikopo kustawezesha kufuga kuendeleza mazao ya uvuvi na shughuli zingine. Lakini fursa nyingine ni mafunzo ambayo yanatolewa. Kuna mafunzo ambayo yanatolewa yanayohusu elimu ya, ya ujasiriamali kwa maana ya kukopa na kuweka, lakini pia kuna mafunzo ya elimu ya usindikaji wa mazao ya uvuvi, yanavyovuliwa, yanavyosindikwa, yanavyochakatwa na hata kuyapandisha thamani ili yaweze kuzika vizuri. Lakini pia kuna mafunzo ya masoko ya mtandaoni kulingana na teknolojia iliyoko kwa sasa hivi, unaweza ukauza zao lako kupitia kwenye simu yako tu, kwamba unaweka hapo, watu wanakuona wanakuja kuitafuta bidhaa yako. Na je, ushirikishwaji wa maswala ya kijinsia katika usimamizi wa rasilimali za uvuvi ukoje? Wanawake wanashirikishwa sana katika usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Tunavyo vikundi vya uvuvi vinavyosimamia ulinzi wa rasilimali za ziwa vinaitwa Beach Management Units, BMU. Katika vikundi hivi tunavyofanya uchaguzi wa viongozi wanawake wanapewa kipaumbele asilimia thelathini. Wanawake lazima wawemo kwenye ngazi ya mwenyekiti, katibu, mhasibu katika nafasi tano zile za mwanzo. Kwao linazingatiwa sana kuwepo kwenye hizi kamati kina mama, kwa sababu tunategemea wanawake wakiwepo watasaidia sana katika ulinzi wa rasilimali za uvuvi. Lakini si hapo tu, hata kwenye kwenye shughuli zingine, kwa mfano wanakuwa na vikundi vyao kwenye masoko yao, kwenye ule uongozi wote, katika ule uongozi maanake wanawake wanakuwepo ile top 5 ya, ya viongozi wa juu. Na je, mnafanya nini kuendeleza kazi za wachakataji wa mazao ya uvuvi? Serikali inaendelea na mchakato wa ujenzi wa soko la samaki ambao linategemea kujengwa Mkuyuni. Soko hili litawanufaisha watu wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani, kwa maana ya kwamba wakiwemo akina mama. Itajengwa na nafasi za kuchakatia samaki, kwamba samaki wanapokelewa hapa uchakataji usindikaji mpaka wanapofikia kuuzwa. Kwa hiyo mnyororo wa thamani utazingatiwa, kina mama watahusika pia. Kuna baadhi ya changamoto ambazo wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi wamezielezea ikiwamo kufuata mazao ya uvuvi e, ziwani kwa kukanyaga maji. Je, hili mnalishughulikia vipi? Ili kwa sasa tunaendelea na kuboresha miundombinu. Kuna taratibu ambazo zinafanyika mpaka sasa hivi linaboreshwa, lakini kwa sababu hapo pembeni yake ni kama mita 500 tu kutoka hapo, panatarajiwa kujengwa hili soko. Ndio maana sasa liko linaboreshwa tu kwa muda, lakini linategemea kujengwa soko kubwa ambalo litakwenda kuondoa hizo changamoto zilizopo. Ni wazi kuwa wachakataji wa mazao ya uvuvi wana ari ya kusonga mbele, wakihitaji tu mazingira rafiki ya ufanyaji kazi hiyo ambayo imezalisha ajira kwa Watanzania zaidi ya elfu kumi. Inawezekana idadi hii kuongezeka kutokana na maboresho au msaada wa kitaalamu unaoelekezwa kwa wachakataji wa mazao ya uvuvi kutoka serikalini, mashirika na taasisi mbalimbali zinazofanya kazi katika sekta hiyo. Tunapenda kusikia kutoka kwako, mlaji na ulieko katika mnyororo wa thamani wa mazao uvuvi kupitia kurasa zetu za mitendo ya kijamii, Facebook na Instagram. Je, wewe ni sehemu ya changamoto au fursa uchakataji wa mazao ya uvuvi? Asante na wakati mwema.